Je, hii hamwoni kwamba hata trend mm. ya makanisa yetu, je, inaendana na kukua na kubadilika kwa hii generation mpya tunayoita generation Z mm. au mna ibada maalum kwa hizi generation mm. watu wanabadilika. Sasa Mungu hawezi kubadilika ili aendane na watu mm. lakini watu wanaweza kubadilika ili waendane na Mungu kwa mapenzi ambayo anayahitaji sasa apata kuwa na muujiza mwingine wowote wa kuipasua Bibilia na kuweka mafundisho ya new generation. Okay. Mungu ni yeye yule jana leo na hata milele eh. Maanake sisi ndio ambayo tunapaswa kubadilika ili tufiti kwenye neno la Mungu, wala sio Mungu abadilike afiti kwenye neno letu. Maanake yale ambayo wazee wetu mlitufundisha ni yale yale ambayo tunapaswa pia kuifundisha jamii yetu ndio maana neno ambalo nimetangulia kulizungumza kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 32 mstari wa saba ehe, anasema rudini kwa wazee wenu, maanake kuna vitu ambavyo Mungu yule yule aliyefanya kwa wazee wetu ndiye ambaye anafanya katika nyakati hizi. Lakini tunizungumzie zaidi kwenye ubovu wa mafundisho, kwa sababu mafundisho yanapokuwa mabovu yatatengeneza waamini wabovu mafundisho yanapokuwa ni sahihi yatatengeneza waumini sahihi, kwa sababu watu wanalidaliuti neno ili waweze kuwapata kada ya vijana. Sasa unapobadilisha mfumo wa neno la Mungu ili uwapate vijana, maanake haujawasaidia kubadilika, halitadumu hilo fundisho, mwisho wa siku watabakia ni wale wale. Lakini kama hawa vijana wakitengenezwa wakamjua Mungu na uweza na nguvu zake maanake watakuwa na hofu ya Mungu yao. Maali, ndani yao. Unapoona mtu anafika mahali anaamua kwenda kuchoma nchi yake, maanake ndani hofu ya Mungu haipo. Mtu yoyote ambaye alifundishwa neno halisi la Mungu anaweza akajua mipaka yake ni ipi, hata kama akiwa na hasira namna gani. Maandiko yanasema ya kwamba muwe na hasira lakini msitende dhambi.